Faida za shanga kwenye tendo, ina faida gani? Ni udambu udambu, wanasema udambu, chechandu. mm-hmm, ina, inazidi kuhamasisha hisia kwa mwanaume. Kwa kivipi? Zinasisimua, zinasimua, yeah. kwa hiyo mtu anaendelea zaidi ama vipi? yeah, eh, wengine wakiziona wanavurugwa. Ma, wanawai, matumizi yao ni vipi? Wengine ndio inawapa hamasa zaidi, ni kuzichezea tu na kuzidi kuamsha hisia, anachezea mwanamke mwanaume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

kuna aliotanuka sana mm -hmm. Kuna aliotanuka kiasi hata hajafanya mm -hmm. Lakini ametanuka sana ndo maumbile yake okay. Kwa hiyo yule wa saizi yake ipo mm -hmm. Sasa so, ukiwa upo katika ile harakati ya kudanki danki ndio utakutana hii leo, sio saizi yangu, kesho huyu utamsifia huyu kiboko mm huyu nini -hmm. Lakini kwa sababu tu ya saizi okay. Kuna wanaume wana fiti hata upana gani mm -hmm. yeah. Okay. na kwa mwanaume ambaye pengine maumbile yake ni madogo, lakini akabahatika kuoa Mm. au kwa kwenye mahusiano ambao pengine hawezi ya akavunjika, mm. na mwanamke akamwambia pengine anaona kama maombi yake kama ni tofauti, yani yani ya mwanaume anakuwa yani anakuwa kidogo kuliko ya, ya mwenza wake, unamsaidia vipi? Ili wapo kwenye ndoa au wapo kwenye mahusiano ambayo hawana nia ya kuachana, wanataka wajenge maisha, unawasaidia vipi ili waendelee kufurahia maisha yao yote? ya tiba pamoja na supplement, supplement ni hizi lishe dawa lishe. mm. Mtu anakula lakini ni dawa ambazo hazina kemikali wala hazina madhara mm. zenye kiwango kikubwa cha zinki, calcium na magnesium ambayo inasaidia wanaume kuimarisha mm -hmm. kukuza na pia kuongeza ule uwezo wake wa kuperform. Okay. Bila yeye kumwathiri chochote bila yeye kumwathiri chochote. Yeah, kwa hiyo watu wavumiliane yanatibika. Okay. Unajua kwa mwanamke inabidi mm, tuandaliwe. Mm-hmm. Yeah, uandaliwe na mwanamke, kilele chake kiko mbali sana. Mm. Unaweza ukaperform hata hiyo nusu saa nzima, lakini kama bado hisia zake hazipo pale as kama. okay. Yeah, ndio maana unakuta sasa hivi wanaume wamepata wa kutupatia. wengi, mm. Wengine mna madeni yenu vikoba, kausha damu mm. Afu mnategemea kufika kileleni. Mm. N no, hujaniandaa kwa mwanamke nam, unaweza ukaspend the whole day kumwandaa kisaikolojia mm. akajihisi yee okay. ni special mm. na ye, automatic huku chini hormones zake zinakuwa zipo tayari okay. yeah. pia pale kwenye kutoma sana before tendo mm. saikolojia yake inakuwa ina tune kwamba anaenda kufanya hichi kitendo okay. unakuta sasa hadi ukimuingilia mm. yeye tayari haichukui muda, na kama Okay. Lakini ukipata mwanaume ambaye yuko bize na pia selfish uchoo binafsi wanaume mm -hmm. anaona mi nikishafika mm -hmm. kila mtu apambanie, anasema upambanie, si kilele chetu kinaanzia kwenye psychology. Yeah. Okay. Wewe ukiona unaweza ukasimama upo tayari lakini mm -hmm. Sisi tunaweza tukaiona na no. tusireact chochoti yes. Kuna kile kiharufu ambacho wewe surrounding watu mm -hmm. Lakini kinakupenya akinakereketa wengine wanaona kama ni hali ya kawaida hii, ni harufu yangu mm. Hasa kwenye sisi ambao tuko kwenye umri wa ku hivi mambo ya ugumba ni mengi yeah. Watu wanahangaika mm. mm. ni kutokana na okay. mm. Una... kwanza, kuna natoa kuna yenyewe, kuna ukimuza mtu unatoka uchafu, ni na uchafu wa kawaida hivi kweli? <laughs> chini ukivua labda chupi yako, unaona uchafu gani? Uchafu wa kawaida mm. Ipo pengine pia ni, wengine ni aibu mm -hmm. ya kushirikia yani, ukikutana na mtu wa afya sisi kabisa tunasisitizwa privacy mm. okay. yani, feel free mtu ili msaidike mm. uwa open mimi ndio na uchafu, hakuna uchafu wa kawaida ya, ya kwa hiyo ya. Sema iko hivi, nikishiriki nafanya hivi, hata sisi tunajua tunasaidiaje, lakini mm. e, kuna mtu umemvuta pembeni bado anaogopa na kwa mtu ambaye anatokwa na ule uchafu chafu, nyinyi mnasaidia vipi? Sisi tukija kule, kuna matibabu atapata, lakini pia tutarudi tena kusisitiza usafi, azingatie dozi na kipindi ambapo atakuwa anasaidika, azgajizie kwanza kushiriki. Alafu kuna wale ambao wana pepo la ngono, kashazoe akitoka huku, ajamridhisha atatoka tena kwingine, atatoka tena kwingine, basi walau, jikumbuke, tumie kondo. Okay. Sawa. Lakini anasaidia kwa wale ambao wana pepo la ngono, rudia hmm, hapo. Maana kwa mtu nataka sikie, rudia. Kwa wale ambao wana pepo, kwa wale ambao wana pepo la ngono hmm, hmm, wewe danki danki, lakini basi tumia hmm, hmm, kodo. Haya, <laughs> ah, tumesikia mi <laughs> naangalia <laughs>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 tano mpaka kumi tunasema it's normal, sio? mm -hmm. Kukomwana ya, yani kiafya kabisa, yani. Yani ya kabisa. Kitaalamu, Kitaalamu kabisa. Okay, so tuache maneno. Ya mpaka kumi na tano, huyo tunam- recognize kwamba huyu sasa ni shababi. Okay. Yeah, ku exceed huko ni kuupaniana, ya kulipana madeni yani, wewe nilikutafuta sana wewe eh, umeniongopia muda mrefu wewe. Nimekunasa leo hiyo ni mbaya sikujiachia na, na inakuwa vipi hadi mtu ajiachie au mtu awe na mazoea na mme au mtu wa rafiki yake hadi wafiki kwenye kufika sehemu mbali kama hiyo? Unajua tabia inahitaji consistency ya siku ishirini na moja yani vitendo unavyofanya ndani ya siku ishirini na moja mfululizo huwa mm-hmm. ni tabia, na watu wana ile hali ya kutekenya mtu, anatekenya kwanza, nimemtumia shem, shem, hi shem, darling wewe upo, kimeonana jambo la kawaida, kesho anakuja hi baby Unaona ni kawaida, kesho mume wetu eh. kuna mmoja aliwahi kuposti mm. Mtandaoni akasema ni yule waambia wana huyu mke wetu, akafanya kweli <laughs> eh, kwa hiyo hivyo vitu tunaviona ni vya kuvichukulia poa, lakini ndio hayo mazoea hujenga tabia, hadi ah. Amechukuliwa sasa ndo anashtuka okay. Yeah, lakini ukiona boundaries ameanza mm. Hi baby, mume wangu mimi unamhitaji wewe baby mm -hmm. Unakata zile channels mapema mm. Yeah, you see it coming. Inabidi tuishi kwa tahadhari. Sasa hivi ma, m ah, mambo ni mengi. Aha, kwa hiyo mazoea ambayo mtu anaweza akayafanya kwa mtu wake yani, yani unamzoesha rafiki yako bwana yako mm -hmm. ndo shanga, ndo shida, yeye kuanza kufika na kucheta na yeye. Mtu anatekenya kwanza, anaona huyu ukoje yuko serious na mtu wake mm. anajaribu ya pili A, mm. anaona hapa kunaingilika Hmm. Watu wana changamoto, watu wanapitia mengi, hiyo msongo wa mawazo, mtu ana upwili wako. Hmm. Anaona leo naweza nikamtunuku shame darling, si yupo karibu. Yeah. Yeah, na anajua wapi kwa kuanzia kwa sababu ukishajua weakness zako, mm. naweza nikamchukulia bwana kwa njia hizi zinazotumia. Mm. Namuita baby na nampa location. Yaani mimi mazoea tu binafsi spend. Spend. Eh, tujenge boundaries, okay. Ile ndio inaleta kuheshimiana. Okay. Yeah. Anasema hivi. Kaka, nina miaka 30. Nina mtoto mmoja. Kwa kweli maisha yamenifundisha mengi. Niliingia kwenye mahusiano na mwanaume asiye na akili wala direction. Sasa hivi natamani nipate mtu wa kweli, mwanaume wa maana, mwenye heshima, mkweli, mwenye malengo na anayetaka maisha ya kudumu. Sihitaji mchezo tena, nahitaji mtu wa kunifanya nipende tena maisha na tujenge maisha ya kweli pamoja kama unaweza kunisaidia au unamjua mtu wa aina hiyo, nitashukuru sana, nipo serious kabisa. Ukitaka upendwe, jipende. Ukitaka mtu msafi, kuwa msafi. Ukitaka kuwa na mtu mwenye malengo, jiwekee malengo yako. Unajua okay. yeah. Kwa hiyo ajipende mwenyewe kwanza, atapata mtu anayempenda okay. yeah. <coughs> kwa yu... ema Nahitaji mtu wa kunifanya nipende tena maisha na tujenge maisha ya kweli pamoja. Okay, anataka mtu <laughs> ah, sasa mkweli. Sasa huyo anawataka watu wat, watu sita kwa wakati mmoja kwa wakati mmoja sasa huyo, awe <laughs> mkweli na yeye ajipende, inatokea hakuna <laughs> no, watu wapi, hebu soma hizo content, awe <laughs> mkweli, mkweli mmoja uh, sasa hivi natamani mtu wa kweli eh, natamani mtu wa kweli, mwanaume wa maana.